Ni Bissau imezoea misukosuko ya kisiasa kwa miaka mingi, lakini msukosuko wa hivi karibuni ni wa aina tofauti. Hauonekani kama sura nyingine tu katika historia ya machafuko, bali kama jaribio la kufafanua upya maana ya mapinduzi. Rais Umaro Sisoko Embalo alipokimbia nchi kwenda Senegal kufuatia kile kilichoelezwa kuwa jaribio la mapinduzi ya kijeshi, wengi walitarajia hali ya kawaida, kundi la wanajeshi kupindua utawala uliokuwepo. Badala yake kile kilichofuata ni cha kushangaza. Wanaoshikilia madaraka leo ni wale wale waliokuwa karibu naye. Je, Embalo anaficha nini? Sikiliza tahariri ya Kennedy Wandera. Kabla ya Guinea Bissau kusonga mbele, kuna maswali makubwa ambayo Rais Umaro Sisoko Embalo lazima ayajibu, maswali ambayo hayapaswi kufunikwa na kauli za dhahiri au maelezo ya upande mmoja. Kwanza, ikiwa jeshi lilipindua serikali yako, kwa nini karibu kila mtu aliyeteuliwa kuongoza serikali ya mpito ni mshirika wako wa karibu? Je, mapinduzi yanaweza vipi kugeuka kuwa maendeleo wa mtandao wako wa kisiasa? Pili, ulieleza kuwa ulilazimika kukimbia kwa sababu ya tishio la kweli kwa maisha yako. Lakini ikiwa tishio hilo lilitoka kwa jeshi, kwa nini wale wanaosema kuwa waliokuwa sehemu ya wapindua ndio wanaopewa dhamana ya kuongoza kipindi cha mpito? Ikiwa kweli ulikuwa mwathiriwa wa jaribio la mapinduzi, ni kwa nini baadhi ya viongozi wa kijeshi wanaohusika na taarifa za kupindua sasa wamekuwa wasemaji wa serikali mpya badala ya kufikishwa kwenye uchunguzi wa kijeshi? Hadi sasa karibu kila kiongozi mkuu katika serikali ya mpito ni mshirika wa karibu wa Embalo. Elidio Viera Te, aliyekuwa mkurugenzi wa kampeni ya Embalo na waziri wa fedha hapo awali, sasa si tu waziri mkuu bali pia amejiteua kushikilia wizara ya fedha. Denis Chama, aliyetangaza mara ya kwanza taarifa kwamba wanajeshi wamechukua madaraka, si mtu wa nje bali ni mshirika wa kijeshi wa rais huyo aliyekimbia nchi, sasa ndiye msemaji wa serikali ya kijeshi. Hata kilele cha uongozi wa mpito kimejazwa watu wa karibu wa Embalo. Rais wa mpito Jenerali Hotanta na, na mkuu mpya wa majeshi Tomas Jasi wote wanajulikana kuwa washirika wake. Hili linazua swali kuu: je, serikali imepinduliwa kweli ikiwa sura zile zile ndizo zinazorejea madarakani? Je, ni mapinduzi au njama ya kisiasa? Kutoka Daka, waziri mkuu wa Senegal Osman Sonko hakusita kusema kile anachokiamini. Alieleza matukio Haya kama njama iliyopangwa na kuongeza kwamba si jambo sahihi. Kauli yake inaendana na, na wasiwasi unaozidi kuenea katika ukanda huo. Huko nyumbani, mgombea mkuu wa upinzani Fernando Diaz anaenda mbali zaidi, anasisitiza kwamba Embalo alibuni mapinduzi ya serikali kuficha kushindwa uchaguzi, akisema taifa limekuwa mhanga tena wa mapinduzi ya uongo. Kwa Diaz, haya si mapinduzi halisi, bali ni mbinu ya kisiasa kufuta mchakato wa kidemokrasia. Haya ni madai mazito yanayohitaji wa kina bila kukubalika moja kwa moja, hata hivyo hayawezi kupuuzwa. Muundo wa serikali ya mpito ulivyojaa watu wa kundi moja hauondoi shaka hiyo. Guinea-Bissau imewahi kushuhudia mapinduzi ya kweli na pia migogoro inayotengenezwa kwa masilahi ya kisiasa. Tukio hili linapima uwezo wa African Union na ECOWAS kukabiliana na mbinu mpya ambapo utawala unabaki ndani ya kundi moja, lakini demokrasia inasimamishwa bila kupinduliwa moja kwa moja. Ikiwa ECOWAS na kukomesha wimbi la mapinduzi ya kijeshi barani Afrika, itakuwaje ukikabiliana na mbinu mpya: mapinduzi ya kujipangia, mapinduzi ya mahakama, au kinachoonekana kama serikali kujipindua yenyewe? Kama washirika wa Embalo wataendelea kutawala serikali ya mpito, hatua hii inaweza kuwa mfano hatari. Inaweza kuwapa viongozi wengine wa Afrika wa ujumbe kwamba wanapohisi kitishio la kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweza kukata breki ya demokrasia kwa kutangaza mapinduzi ya kweli au ya kutungwa, halafu kurejea madarakani kwa nguvu zaidi. Hii itakuwa njia ya kuua demokrasia kimya kimya barani Afrika, huku ikionekana nje kama mchakato wa mpito wa kawaida. Wananchi wa Guinea-Bissau wanastahili ukweli, uhalali na njia ya wazi ya kurejea kwenye uchaguzi, si mikutano ya kificho ya kundi moja la kisiasa kujipambanua kama uongozi wa mpito. Iwe haya ni mapinduzi ya kweli au ya kutengenezwa, matokeo ni yale yale: demokrasia imesimamishwa na mstakabali wa taifa sasa uko mikononi mwa watu wale wale waliokuwa nyuma utawala uliodaiwa kuanguka. Guinea-Bissau imevumilia misukosuko mingi kwa miongo kadhaa. Kilicho muhimu sasa si mabadiliko ya majina au vyeo, bali kurejeshwa kwa utawala wa kiraia na wa kikatiba. Tume ya uchaguzi ni sharti itangaze mshindo wa kura hiyo. Chochote kilicho chini ya hapo kinaweza kubadili kile kinachoitwa mapinduzi ya kujipangia kuwa mbinu mpya viongozi wa Afrika wanaotaka madaraka na wanaotaka kukwepa hukumu ya wapiga kura, kwa gharama ya roho ya demokrasia ya taifa.